Nimekuwa nikisikia mauzauza kwa siku saba sasa, na nimeambiwa historia ya nyumba hii ni mbahini, mbaya sana. Anyway, siwezi kuyajua haya mpaka nitakapojionea mwenyewe. Hapa sasa, kila kinachotokea katika hii nyumba nyumbani za kiume. Nikienda huku nalipata, nikienda huku nalipata, kwa sababu nimesha umeme, jamani

naakili nakili ndo nako kaa hapa, na huwa usiku haondoki, yupo na uhakika tunamkuta. Unasema kweli? Ndio. Kilimbili, akilimbili, akilimbili, akili. Nani wewe? Ah, bwana mimi fundi fake, nifungulie bwana, niko na mjomba wako hapa, nimemkuta pale babarani alikuwa nakuulizia. Basi nafungulia sasa hivi. Ah, bas, ah sawa. Ah, akofeki. Vipi ndugu yangu? Habari bwana. Kwema? Kwema. Mjomba. Ah, <laughs> salama. Mjomba yako huyu bwana. Ilikuwa nimemwalibikia pale barabarani. Sasa nikawa namtengenezea tengenezea kwenye zile stori, akaniambia yeye uko mwa kipesile nikamuuliza ah. Mwa kipesile mbona wakinomo kipesile na wafahamu? Ndio. Kuna rafiki yangu aitwa Akilimbili mwa kipesile. Anasema lakini mimi namfahamu ni ndugu yangu, nikamwambia kama ni ndugu yako basi haina shida, nilikuja nikupeleke nyumbani kwake. Kumbe ni ndugu yako kweli? Ni ndugu yangu bana. Nimekuletea bwana, ndugu yako huyo hapa. Basi karibu sana ndugu yangu. Wale walio tumechoka usiku, njomba. Wewe ni sema si sana eh. Karibu sana sasa. Nashukuru sana, Mungu akulinde ndugu yangu. Haina shida, wewe usijali. Haya basi, mjomba. Ndio. Ah, tutaonana. Nashukuru sana. Sawa, nadhani ikisumbua basi utanishitua nije Ah, hamna shida. Mimi nadhani hapo muziki nimechoka hapa na usingizi unaniona, umeona bwana, hapa ndio nyumbani bwana, nimechoka sana ukiachana. okay, makazi yangu ya milele. Ah, ni makazi yangu ya Bwana, mimi nimekuwa nimetoka Mbeya, ninaelekea ninaelekea Zanzibar, okay. Kwa bahati mbaya, gari langu limesumbua hapo, limeharibikia hapo Kibaha ndo nikakutana na huyu huyu rafiki yako kwenye fake eh, kwenye kupiga spiga story, nikachomekea jina, yaani sijui Mungu aga anatuazia nini, nikachomekea jina, akasema namfahamu huyo bwana mm. ni mcheshi sana <laughs> nikamwambia basi naomba unipeleke <laughs> e, kwa kweli amefanya vizuri mpaka <inaudible> nimefika hapa, kwanza nimekula nimekula nime muda mrefu pale <inaudible> niko vizuri, niko vizuri <inaudible> Basi utapumzika kwenye ishi hapa chumba, ndugu yangu, kwa sababu sasa hivi umechoka, hatuwezi kuongea sana. Ah, okay mjomba, naomba upumzike kwenye ishi hapa chumba. Utapata huduma zote za kijamii na za kiserikali zote, utapata huko. Okay. Eh, haina shida. hiki chumba kina mbu wengi, halafu hakina hata feni kiukweli, siwezi kulala mule. Hiyo jakata dakika mbili mshajua, nyamani, siwezi kulala mule, mbu nyingi, halafu hakina hata feni. Nasikia kuna feni inalia huko chumbani, nadhani ndio chumba chako, kwa mimi naomba nilale huko Mjomba. Mm. E. Mjomba gini, mjomba na wewe mjomba, ngasitagani kwani kwani, huwezi kaelekeza kwa kaelewa, nimekwambia kumzika huko Mjomba, unanizuia sehemu ya kulala, imekopa chumba mjomba. Nataka lale sehemu yenye mbu, sehemu ambayo haina hata feni. Mi, mimi nitakununulia dawa ya mbu. Ah, no, kuhusu no, no, no, joto utaoga maji ya baridi.